Maajabu kuona kijana hasikisiki, lakini ujumbe nikaupenda, na ujumbe wenyewe ni wa kukaribisha Buchosa. Kwa kweli Buchosa ni wabunifu kweli kweli, hongereni sana vijana. Lakini ndugu mwenyekiti, umbali wote tangu tumeingia Sengerema kufika Buchosa tumejionea namna gani maendeleo yamekuja mbali, na tumeendelea kujionea Tanzania ni kubwa kweli kweli, lakini kipekee kupitia uongozi wa Umoja wa Vijana chini yako tumekuwa tukisimamia siasa na uchumi. Na katika ziara yetu, miongoni mwa ajenda ni pamoja na kufikia vile vikundi, kuona uhai wake na kujua kama serikali inavyofikia vikundi hivi. Nielekeze pongezi kwa serikali yetu chini ya kamisaa wa wilaya pamoja na timu yake nzima kwa kuwajali vijana vikundi 30 kupata takriban milioni 228 siyo jambo dogo. Lakini ndugu mwenyekiti, leo utaenda kuvisalimia hivi vikundi vinne vilivyopo mbele yetu. Changamoto moja ilielezwa, ninaomba nitoe rai kwa vijana wenzetu, sisi tukionyesha imani ya kurejesha mikopo hii, fedha ambazo hazina riba tutawafanya viongozi wetu wabuse na vijana wengine katika mikopo hii, na tunafahamu mchakato awali ulisitishwa, lakini baada ya kurejeshwa, kuna akisi vijana wanyonge, bila kuwa na kizuizi chochote. Ni watieshime, wana wa Buchosa, vijana wanahitaji sana wasio na riba ili wapate kujikwamua kiuchumi, ili wapate ukwasi waweze kujikimu wao binafsi na wale wanaowategemea. Sasa sisi tunatamani mrudishe mrejesho chanya katika halmashauri zetu, kwa sababu ni mapato ya ndani, ili wengine waaminike wapate kurejesha. Lakini ndugu mwenyekiti, kwa kutamatisha, hivi vikundi vinne ni vikundi vya maafisa usafirishaji, mtakuwe kwamba kwenu chini ya Daktari Samia Suluhu Hassan, licha ya kwamba mikopo imerejeshwa anaendelea kutoka, lakini tunajua zile tozo kutoka shilingi elfu thelathini mpaka elfu kumi zinawagusa ninyi maafisa usafirishaji. Rai yangu ni moja, tukazingatie usalama wa barabarani tuhakikishe kwamba tunapodai haki basi, na sisi tutii sheria bila shuruti. Hiyo ni nasaha yangu kwa vijana maafisa wa usafirishaji. Baada ya kuyasema haya, ndugu mwenyekiti, nitumie wasaa huu kualika wewe.